Familia na baadhi ya Wakenya walikongamana katika kanisa la All Saints Cathedral jijini Nairobi kwa ibada ya kuwakumbuka zaidi ya vijana 60 waliouawa wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z waliokuwa wakipinga mswada wa kifedha wa mwaka 2024. And... familia hizo zikimtuhumu Rais William Ruto kwa kile zinadai ni kuhadaiwa kwamba wangepewa fidia kufuatia kukatishwa kwa ndoto za wanao. Lakini kwa sasa... Mungu atabaki kuwa tumaini yangu. Juu sioni hali yoyote. Sioni haki yoyote ikipatikana. Hadi mimi hapa nilipigiwa simu na Dennis Itumbi akiniambia rais anataka kukuongelesha mama. Nikashika simu akaongea, akaniambia Mama Kennedy habari yako. Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa, nimesikia na nimeona na nitakuita. Tukae chini tuongee, na nimesua haki ya huyo mtoto imepatikana na nitakufanyia vile mimi nasafanywa kama msasi. Nawaambia saini wania hakuna kitu imefanyika. Kwa majina, naitwa Caroline Nduko Mutisia. Mimi ni mama Erickson Chalo Mutisia mwenye aliuliwa nje ya parliament akazungushwa, akasungushwa akakuja kulalishwa kwa geti ya bunge. Siku hiyo ya 25 5 ile rabasi ya bluu alivaa ni mimi nilimpatia nilikuwa na yeye asubuhi huku nikikuja Nairobi, lakini ka, si kujua kama hii yote itatokea. Familia ya Kennedy Onyango kijana wa umri mdogo zaidi wa miaka kumi na moja aliyepoteza maisha yake wakati wa maandamano hayo, ikielezea jinsi mpindo wao walivyokutana na mauti mikononi mwa polisi. young boy aliwawa Ongata Rongai wakati wa maandamano, yeye ndio mtoto wa umri mdogo kwa wale ambao walikufa wote. Kennedy Onyango alikuwa grade 8 junior secondary school in Ongata Rongai government school. Kennedy aliwawa akiwa ameendea kitabu, wana share vitabu, alikuwa ameendea kitabu ili aendelee na masomo. Ibada hiyo ya maombi ikihudhuriwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa malwa, pamoja na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ambao wameitisha kuwajibishwa kwa polisi waliohusika na mauaji hayo. Aidha, wameahidi kujiunga na familia za marehemu na Wakenya wote kwa maandamano ya kitaifa Jumatano hii kuadhimisha mwaka mmoja tangu mauaji ya vijana waliokuwa wanaandamana nje ya Bunge la Kitaifa kushinikiza mageuzi. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche wa ITV.